Niko golikipa Lilian Onyango. Harambee Starlets walipoteza bao moja kwa sufuri dhidi ya wenyeji Tanzania katika fainali ya mashindano ya CECAFA ya wanawake mwaka wa 2025 iliyochezwa Jumamosi jioni katika uwanja wa Azam Complex jijini Dar es Salaam. Baada ya kipindi cha kwanza kisicho na mabao, mchezo ulitatuliwa dakika ya 49 kupitia bao la kujifunga na beki wa Kenya Enez Mango tukio lililowapa Tanzania ushindi muhimu na taji lao la tatu la CECAFA, rekodi ya juu zaidi katika historia ya mashindano hayo. Kenya na Tanzania ziliingia fainali hiyo zikiwa na rekodi sawia, zote zikiwa hazijapoteza wala kuruhusu bao katika mechi za awali. Starlets walikuwa wamewapiku Burundi, Uganda na Sudan kusini katika hatua ya makundi, huku Tanzania nao wakisajili ushindi dhidi ya wapinzani wao hao pamtumili Kaluvanga tangulia nafasi ndani kwa Twiga Stars. Krosi ndani kwenda katani. No, kwenye kamba. Wanakwenda kujifunga wenyewe. Lakini krosi pambanishi. Kaluvanga nyota wa Al-Nassr ya Saudi Arabia alilazimisha ndani. Krosi dongo. Wanakwenda kujifunga wenyewe. Harambee Starlets walihimili mishindo ya Twiga Stars kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili mapema tu wameshindwa. Wameonyesha pale ambako wameficha stars wanapata bao la kwanza. Bao kwa Tanzania, fanya kazi kubwa sana, Clara Luvanga. Tanzania moja Kenya sifuri. Fainali ilishuhudia mchezo wa tahadhari na ushindani mkubwa ambapo safu ya ushambuliaji ya Kenya iliyokuwa imefunga jumla ya mabao kumi na moja katika hatua ya makundi ililemewa na ulinzi madhubuti wa Tanzania. Bao la kujifunga liligeuka kuwa tofauti ya pekee kati ya timu hizo mbili. Kwa Kenya ni mwisho wa safari uliosheheni masikitiko baada ya kushinda kutoa taji waliloshinda mwisho mwaka wa alfu mbili kumi na tisa na pia kukosa nafasi ya kulingana na rekodi ya Tanzania. Kwa upande wa Tanzania ushindi huu umethibitisha ubabe wao kikanda na kuongeza taji la tatu la CECAFA baada ya mafanikio ya awali mwaka wa 2016 na 2018. Ni kiripoti ya safi ya Sport runinga ya Tandao. Jina langu ni Florence Simio.